Habari, mimi ni Daktari Jagadishwar Goud Gajagowni, daktari bingwa wa upasuaji wa saratani kwa kutumia roboti. Nafanya kazi katika taasisi ya saratani ya Apollo hospitali za Apollo Kalyan Nagar Hyderabad. Hapa tutaelezea upasuaji wa kutumia roboti na nafasi yake katika matibabu ya saratani. Kimsingi, upasuaji wa kutumia roboti ni upasuaji wa saratani unaosaidiwa na roboti. Sio upasuaji wa roboti unaofanyika bila usimamizi wa binadamu kabisa. Hii inamaanisha kwamba vifaa na zana za upasuaji wa roboti vinaunganishwa kwenye vidole vya daktari kupitia mfumo wa master slave. Daktari atakuwa amekaa kwenye konsoli na ataendesha upasuaji kwa mbali, huku mgonjwa akiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Hivyo basi, huu ni upasuaji unaosaidiwa na roboti. Sio kama magari yanayojiendesha yenyewe. Sio upasuaji unaofanywa na roboti pekee bila usimamizi wa binadamu, kwa sababu kuna maamuzi muhimu yanayohitajika wakati wa kumfanyia mgonjwa upasuaji, kama vile kiwango cha kuondoa ugonjwa na pia kama upasuaji huo maalum unahitajika au la. Ili upasuaji unaosaidiwa na roboti una faida zaidi kuliko upasuaji wa wazi au wa kutumia tundu dogo laparoscopic, kwa sababu ya uwezo wa kukuza picha magnification. Kuna uwezo wa kuona ambao ni mara tano hadi kumi zaidi, ambao unaweza kutumika ili kuona vizuri zaidi na hivyo kupunguza madhara kwenye tishu. Na pia tunaweza kuona tezi za limfu na mishipa midogo ya damu vizuri zaidi, jambo ambalo linatusaidia kudhibiti mishipa hiyo na kutoa tezi za limfu kwa ufanisi zaidi. Hizo ni seli ambazo zinatarajiwa kuwa maeneo ya kuenea kwa saratani. Jambo la tatu, kuna programu maalum ndani ya roboti inayochuja mtikisiko wa mikono yaani, hata kama daktari bingwa ana mtikisiko wa mikono, hata kama ana umri wa miaka sabini au themanini na ana uzoefu mkubwa, bado anaweza kufanya upasuaji bila mtikisiko wowote. Vifaa havitikisiki, havitetemeki. Hivyo basi, hilo ni faida kubwa. Maeneo ambayo ni magumu kufikika kama vile sehemu muhimu ndani ya kifua au chini kabisa kwenye nyonga ya puru ya puru yanaweza kufikiwa kwa urahisi zaidi kwa sababu vifaa ni vidogo na vina uwezo wa kuzunguka kama mkono wa binadamu. Tunaweza kuhamisha vifaa hivi eh, katika mwelekeo mbalimbali mbali. Tofauti na upasuaji wa laparoskopi ambao ni mwendo wa moja kwa moja, hapa vifaa vinaweza kugeuzwa na tunaweza kufikia maeneo muhimu kama saratani ya umio, saratani ya utumbo mpana na kufanya upasuaji kwa urahisi. Faida nyingine kubwa ni kwamba tunaweza kutumia iki ya ziada, ambayo ni rangi ya indocyanine green inayotumia teknolojia ya firefly kutambua tezi za limfu au kuepuka kuharibu miundo kama mfereji wa kifua na mingineyo. Kwa hiyo mambo haya yote ni faida kubwa katika maeneo kama saratani ya umio ambayo iko ndani ya kifua, saratani ya umio, saratani ya mapafu, ambapo hapo awali tungehitaji kufanya michoro mikubwa au thorakotomi ili kufanya upasuaji. Badala ya hayo, tunaweza kufanya upasuaji wa roboti wakati huo huo, kutokana na kukuza picha uono na programu isiyo na mtetemo kwenye EndoWrist ya vifaa, tunaweza kupunguza madhara ili matatizo baada ya upasuaji yawe machache, idadi ya tezi za limfu tunazotoa iwe bora zaidi, na mgonjwa apone haraka, muda wa kurudi kazini unakuwa mzuri zaidi. Hizi ndizo faida kubwa. Eneo lingine la kuvutia ni saratani ya utumbo mpana, ambapo fuvu la nyonga linatofautiana kwa wanawake na wanaume kwa njia tofauti hivyo tunaweza kufikia chini kadri inavyowezekana kisha kuondoa sehemu iliyokatwa na kupunguza uwezekano wa kolostomi au kuboresha mtiririko wa damu kwa kutumia ik na kufanya anastomosis. Kuna jukumu jingine la upasuaji wa roboti kwa uvimbe kama kwenye tezi ya thiroid shingoni au kurudi tena kwa saratani ya mdomo baada ya mionzi ambayo kawaida ingehitaji michoro mikubwa tunaweza kufanya upasuaji kupitia kwapa au eneo la chuchu ambayo ni njia ya pande zote mbili ya titi na kwapa. Hii ni tiroidektomia ya mbali kabisa bila makovu shingoni, kimsingi ni urembo pamoja na tiba. Hivyo huo ndio faida yake. Jambo lingine, saratani za mdomo ndani ya koromeo, ambapo baada ya mionzi zinaporudi zingehitaji kuchorwa kwa upana. Kama ni ndogo, tunaweza kuingiza roboti kupitia kwenye mdomo na kuondoa uvimbe. Hivyo ni taratibu yenye madhara madogo zaidi. hata kwenye saratani ya titi kuna mbinu mpya ya ubunifu ambapo tunafanya upasuaji wa titi kwa roboti kupitia tundu moja tu, hasa kwa wagonjwa wenye vinasaba vya urithi. Tunaweza kufanya upasuaji wa kuondoa titi huku tukihifadhi chuchu na eneo lake na kuweka kiungo bandia kwa wakati huo huo. Kwa upande wa upasuaji wa mfumo wa mkojo kama vile partial nephrectomy, ambapo tunahifadhi figo na kushona tena, jambo ambalo ni rahisi zaidi kwa sababu kushona kwa kutumia roboti ni bora zaidi kuliko kushona kwa kutumia laparoscopy. Na zaidi ya hayo, prostatectomy, ambapo uhifadhi wa neva ni muhimu sana kwa kujizuia, hiyo ni udhibiti wa kibofu na ngono, uwe potenzi. Ni muhimu sana na inasaidia sana kwenye upasuaji wa tezi dume. Hivyo upasuaji wa mfumo wa mkojo kama vile conduit, saratani za kibofu, kwenye kesi hizi zote pia inasaidia sana. Zaidi ya hayo, upasuaji wa kulia wa utumbo mpana right hemicolectomies, saratani za tumbo, upasuaji wa kuondoa tezi za limfu na uvimbe wa mediastinal. Hizi ni sehemu mbalimbali ambapo tunaweza kutumia upasuaji wa roboti. Sio kwa kesi rahisi bali hasa kwa kesi ngumu ambapo kushona kunahitajika sana, ambapo uvimbe ni mgumu kufikiwa na tunataka mgonjwa aponi haraka na kwa urahisi na pia kupata majeraha madogo. Hizi ndizo kesi ambazo upasuaji wa roboti unatumika. Apollo daima imekuwa mstari wa mbele katika teknolojia ya kisasa na ubunifu, na tuna teknolojia ya kisasa kabisa. Tulianza upasuaji wa roboti takriban miaka 14, 15 iliyopita na tumeona vizazi vyote vya roboti kuanzia kizazi cha kwanza, cha pili hadi cha tatu. Kwa sasa, kote India, roboti ya kizazi cha nne aina ya Ti inapatikana kila mahali na hiki ni kizazi kipya ambacho kinapatikana na kinafikika kwa watu wenye kesi maalum, viashiria maalum na faida maalum. Vifaa vya upasuaji wa roboti vinaweza kutumika kwa kesi zinazofaa kwa njia inayofaa na kwa lengo la kuponya huku tukizingatia mwonekano wa nje.